mbele. Habari, karibu katika taarifa ya habari itakayosomwa kwako na Chalamila. Rais wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa, Hamza Mwitungwe ametoa taarifa ya kusogezwa mbele kwa siku ya upisho wa rais mteule wa serikali hiyo, Joseph Unzelu, uliopangwa kufanyika leo tarehe 13 tatu mwezi wa 6 2025. Mwanahabari wetu Kelvin Emmanuel ana undani wa taarifa hii. Serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa imetoa taarifa ya kusogeza mbele siku ya uapisho wa rais mteule bwana Joseph Nzeru aliyetakiwa kuapishwa leo Ijumaa tarehe 13 mwezi wa sita mwaka huu. Taarifa hiyo imetolewa na rais wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa bwana Hamza Mwintumbi alipokuwa akizungumza na UoI Digital, ambapo ametoa sababu zilizosababisha kusogezwa mbele kwa siku ya uapisho uh, ambapo kiutaratibu ilikuwa imepangwa ifanike leo majira ya saa nane mchana, ila kwa bahati mbaya zoezi hilo limeahirishwa na limesogezwa mbele hadi siku ya tarehe kumi na tisa mwezi huu wa sita. Sababu ni kwamba makamu mkuu wa chuo ambaye ndo alipaswa kuapisha viongozi hawa kidogo ampata dharura ya kiofisi, lakini pia kwa siku ya Jumatatu pia atakuwa nje pia ya ya, ya, ya hapa chuoni. Kwa upande wake rais mteule wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa amesema amepokea vizuri taarifa ya kuahirishwa kwa, kwa tukio la kuapishwa kwake, hivyo anajipanga vizuri hadi siku itakayopangwa. Hakuna kitakachobadilika uapisho huko ndani ya uwezo wetu, kwenye hilo ambalo inatakiwa kufanyika kesho, ambalo halipo ndani ya uwezo wetu na ya kitaifa, inabidi tuende tukawakilishe kwanza chuo, alafu tukirudi uapisho utaendelea na tutaendelea kuwatumikia kama mnavyotamani tuingie madarakani tuendelee kuwatumikia. Kwa upande wake mwanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa idara ya uandishi wa habari bwana Hamidu Buna ameeleza namna alivyoipokea taarifa hiyo. Kwa sababu tunajua siku zote kikao kikubwa kinavunja kikao kidogo, ila kikao kidogo hakivunji kikao kikubwa. Kwa hiyo kama kuna sababu ambazo zimepelekea za wao kusogeza mbele uapisho huu wa viongozi wa serikali ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa basi tujue ya kwamba kuna kikao kikubwa na muhimu zaidi ambacho kimevunja hiki kikao kidogo. Kwa hiyo sisi kama waandishi wa habari chuo kikuu cha Iringa a, tuko nyuma ya mbele ya rais e, wa chuo kikuu cha Iringa, na tunasubiria hiyo tarehe ya kuapishwa, tutajitokeza kwa wingi kama tulivyojitokeza siku ya leo. Na hii ni taarifa ambayo imetolewa na rais mteule wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa kuhusiana na kuahirishwa kwa kuapishwa kwake kuwa rais wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa. Ikiripoti kutoka Chuo Kikuu cha Iringa, ni mimi mwanahabari wako Kevin Emmanuel, UoI Digital. Mratibu wa Young Life Camp kwa mkoani Iringa po Mchiwa ameeleza maandalizi ya kempu hizo kwa mwaka 2025 ambazo hufanyika mara mbili au mara tatu kwa mwaka. Mwanahabari wetu Castos Petro anaundani wa taarifa hii. Mratibu wa mkoa wa Iringa po Mchiwa ameeleza kuhusu maandalizi ya kempu hizo pamoja na muhimu wake kwa vijana. Mciwa ameeleza namna gani kampu hizo ambazo hufanyika mara mbili kwa mwaka au mara tatu zinavyosaidia vijana wanaoshiriki katika kampu hizo. Kikawaida, kampu huwa zinatakiwa zifanyike kila baada ya miezi mitatu, lakini kwa mujibu wa ratiba za za wanavyu ku inafanyika mara moja kwa mwaka inaweza kufanyika hadi mara mbili. Lengo la huu wa hizi kampu ni kuendelea kuboresha uhusiano kati ya vijana na viongozi wao waliokutana kuchua. Namba mbili, kuhamasisha sana mahusiano ya watu na Mungu, mahusiano kati yao watu na Mungu, na namba tatu ni katika kukuza na kuibua vipaji vya vijana, sababu kule unapokuwa camp kuna kupo, kuna games, kuna talents, kuna nini. Kwa hiyo unaweza ukaonyesha pale kipaji chako na ukatumia kwa namna nyingine. Nao viongozi wa chuo kikuu cha Iringa wameeleza namna walivyojipanga kuelekea kwenye kimpizo, licha ya uwepo wa changamoto nyingi. Namna kuu ni mbili, moja ni kukutana nao ana kwa ana, lakini njia nyingine ni kutumia social media. I mean, to use status na social media zingine kwa ajili ya kuwafikia na somehow tumetry wengi wao ambao tupo nao tumewafikia kwa njia ya social media, tumeamua tuweze kufanya tutengeneze group la WhatsApp ambalo inaweza kutukutanisha wote kwa pamoja kwa muda. Pamoja naye mmoja washiriki wa kutoka chuo kikuu cha Iringa ameeleza umuhimu wa kushirikiya mja wa inatusaidia kujenga m kwamba kiongozi ambazokatuekea watu au kiongozi kwa ajili ya kujiongoza wewe mwenyewe, tukapata vitu vingi ambavyo vitakusaidia wewe kwenye kujiongoza kwenye mambo yako kama hiyo kielimu, mipango yako na vitu vingine. Naam, hayo ni maoni ya viongozi wa kempu za Young Life, pamoja na washiriki wa kempu hizo wakielezea umuhimu, changamoto pamoja na maandalizi na maandalizi ya kempu hizo ni kiripoti kutoka chuo kikuu cha Iringa, UoI Digital. Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya nikushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Nikutakia wikendi njema, ulikuwa nami Teresa Chalamila, asante na kwaheri.